Serikali ikiwahimiza wananchi uh, kusalia majumbani kusherekea sikukuu hizi akiwa majumbani kwa kiasi kikubwa, uh, uh, usalama ukiwa umeimarishwa katika maeneo mengi ya barabara hii. Unaweza ukajionea hapo ulinzi ukiwa umeimarishwa, lakini ukiwa hakuna uh, mizunguko ama hekaheka heka za wananchi uh, katika barabara hii bara, kwamba Mheshimiwa Rais amehimiza wananchi kusalia majumbani nyumbani. Hili ni eneo tu la Kimara na ulinzi ukiwa umeimarishwa na kama unavyoweza akutizama